yadi yetu ya Mtoni na hapa tupo katika mapokezi ya gari zetu hizi, takriban ni jumla ya gari ishirini na nane zikiwemo katika aina tofauti tofauti. Gari hizi kama tunavyoziona hizi gari zetu ziko kanta za kubebea nguzo, ziko gari za krimi pia za kubebea nguzo, lakini pia kuna mafoko lift kama haya tunayoyaona, na hizi zote tunasema hapa ni jitihada za mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza Kukuli, la Mapinduzi. Kwa kweli shirika hatuna budi kumshukuru Rais wa Zanzibar Baraza la Mapinduzi kwa sapoti yake kubwa ambayo amekuwa ametupatia. Tukumbuke tu kwamba shirika la umeme tumekuwa tunakabiliwa na changamoto kubwa sana ya ongezeko la wateja takribani. Toka hata tamko la mheshimiwa rais kuweza kutangaza punguzo la huduma hii ya umeme, imekuwa shirika la umeme likipokea maombi mengi sana ya wateja wetu, lakini kwa sababu azma ya mheshimiwa rais ni kuweza kutoa huduma hii na kuhakikisha kwamba huduma hii inamfikia kila Mzanzibari, nasi shirika la umeme hatuna budi kuweza kuishi na kauli hiyo na kuweza kuifanyia kazi, ingawaje tulitamani sana tuyafanye hayo lakini kwa tukikwama katika swala zima la vifaa, lakini leo hii tumepokea takriban gari 28 za utendaji. Hivyo tunabudi, hatuna budi kumshukuru Mheshimiwa Rais, na gari hizi sasa tutakwenda kuzitumia katika swala zima la kuhakikisha kwamba huduma yetu ya maombi ya umeme inamfikia mwananchi kwa muda ambao ni mfupi sana, kwani kikwazo ambacho kimekuwa kinatukabili ni ule uchache wa vitendea kazi hususan magari, na kama tunavyofahamu kwamba kazi ya usambazaji nguzo unahitaji zaidi upate magari ili uweze kupakia nguzo ipeleka sehemu husika, na kama utakuwa hauna hizo gari, basi kazi hizo hazitaweza kufanyika. Leo hii tumepata uh, vitendea kazi hivi, basi na sisi tuko tayari kwenda kutumikia kuwatumikia wananchi wetu. Hivyo basi tuweze kuchukua fursa hii kwa wananchi wote wa Zanzibar, wale wote ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamika juu ya kuchelewa kupata huduma hii, sasa hivi kwa muda mfupi tu ujao, baada ya gari hizi tu kumaliza hatua zake na kupata vibali kutembea katika barabara zetu, basi kazi zote hizo zinaenda kumalizika kwa muda mfupi tu ambao tutakaokuwa tumeshaweza kupanga. Kwa hivyo hatuna budi tena kutoa shukurani zetu za dhati kabisa kwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa sapoti kubwa ambayo imekuwa muda wote anatupatia kama shirika la umeme na kuhakikisha kwamba kauli yake, maono yake mapenzi yake wa Zanzibari yanatimia kuhakikisha kwa kwamba kila Mzanzibari anafikiwa na huduma ya umeme. Nasi tuseme tu, Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana kwa jitihada hizo. Kwa nafasi ya kipekee kabisa, hatuna budi kuchukua fursa hii kuweza kumpongeza sana meneja mkuu wa shirika la umeme ya Enjinia Haji Muhamedi Haji na kwa sababu jitihada zake za kuhangaika usiku na mchana kuhakikisha kwamba rasilimali vitendea kazi zinapatikana, kwani tukumbuke kwamba moja ya kikwazo ya changamoto kubwa ambayo shirika mme kuakikabiliwa ni uchache ama uhaba wa vitendea kazi, lakini uwepo kwake yeye, takriban sasa hivi tunaona upokeaji wa magari haya 28 yameleta chachu katika utendaji wetu wa kazi. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.